Hello, wana wa Afrika, Chionda wa Chionda Ubuntu, Bantu, Afrika ni watu sio manyani, na hii ni sauti ya fikra huru za Mwafrika. Akaunti yetu ni fikra huru za Mwafrika: YouTube, TikTok, Instagram, X, zamani Twitter, naenda kaangalie utakuta huko. subscribe, share, comment kwenye YouTube, bonyeza kengele. Kila video tutakayoituma itakuwa inaingilia, ikiingia itakupa message kwamba fikra huru za Waafrika wamekutumia wameweka video mpya, uende ukafurahishe, ukapate chakula cha ubongo. Knowledge is power, ufahamu ni, ya, ni nguvu. History ndiyo nguvu yako. Tunaendelea ndugu, wana wa Afrika, tuko mgogoro wa vita kati ya Ukraine pamoja na Urusi. Hapa nilikopita nilikuwa nasafisha njia kwa sababu njia ilikuwa chafu, lakini yote yanawafaa kupitia katika masikio ya mwana wa Afrika. Ukiwa wewe siyo mwana wa Afrika, kama wewe upendi kusikiliza na kuasa, kuna boringo inapigwa, kuna ndombolo, kuna Mbilia Bel, kuna kwasakwasa kwasa, nenda kaangalie, tuwache sisi na fikra huru za mtu mweusi, hatukulazimishi hizi ni fikra huru. Fikra huru maana yake uchague mwenyewe uwe mfungwa wa akili au uwe huru kujichagulia mambo yako mwenyewe kama Zelensky alivyokuwa mfungwa, alivyo hivi sasa mfungwa wa akili under the yoke of the western power, yuko chini ya kongwa la nguvu za magharibi, hana lolote. Sasa hivi Zelensky huru. Ukraine ndio ilikuwa inategemewa kwa kuzalisha chakula Mahindi ya kutengeneza popcorn duniani yananunuliwa Ukraine pamoja na Argentina. Mbolea, Ukraine ndio wazalishaji wakubwa wa mbolea duniani. Sasa hivi Ukraine wanalia njaa. Ukraine hawana maji ya kunywa. Ukraine hawana umeme, umeme wa shida. Mrusi akiona sehemu tai na waka anapiga kombora, mlale giza. Kwa sababu nyinyi si majeuri. Nyinyi mnajiunga na NATO, mnawajua NATO. NATO ndio wazee wa kuvuruga maslahi ya ulimwengu. Kawaulizeni wa Libya walichofanywa na NATO, walioambiwa Bwana Gaddafi anaua raia wake mwenyewe, kwa mkataba, kwa nguvu za Nicolas Sarkozy. Na nini ninachowaambia? Nicolas Sarkozy yuko jela. Na msikilizeni ndugu yenu, sasa hivi anaenda jela baada ya kuachia madaraka. Ya Ukraine Zelensky ataishia gerezani. Nicolas Sarkozy amehukumiwa kwenda jela miaka saba kwa ufisadi, kwa sababu yeye alikopa dola bilioni tano za Muammar Kanali Muammar Gaddafi kwenda kufanyia uchaguzi wa rushwa pale Ufaransa. Akafanya uchaguzi akashinda, ili asilipe pesa akaanzisha vikundi vidogo vidogo kuanzia Benghazi vikaelekea Tripoli, vikawambia Gaddafi, umekaa miaka mingi achia madaraka. Wakati wa Libya, wanalipiwa pesa ya ndoa, wanapewa nyumba ya kukaa vyumba vitatu, wanapewa mafuta kila Ijumaa bure, wananuliwa wanaolewa, wanawake watoto wanapewa hisa ya mafuta ya Libya. Libya ilikuwa bora kuliko bara Ulaya. Nchi yoyote ya bara Ulaya ilikuwa haiwezi kuifikia Libya, na mzungu wapendi mwa Afrika aishi maisha haya, anasema Afrika bara la giza, bara la watu masikini wakati huo kila siku wanapanda ndege zao, wanakuja Afrika wakiwa watupu, wakiondoka wana mabegi ya dhahabu, wana mabegi ya almasi, wana mizigo ya mbao wamepakia kwenye meli zao. Hawa ndio white people, kaka Zoe, Caucasian people, tunawaita the caveman, half beast half human. Hawafai, they have a tally on their back. If you can't believe, hao ndio wazungu wanaitwa wazungu, mzungukeni. Yaani mzungu ni yani jina aliopewa babu zetu wakawapa kaka zoe, kwamba wazungu wajanja, wajanja, hawajawahi kutia mkataba wa faida kwa mtu wowote. Ndugu wana wa Afrika, tunaendelea. Wanasema Zelenski emphasize NATO and security guarantee as part of any peace deal with Russia. Kwa hiyo Zelensky analazimisha NATO waeke mkataba wa ulinzi naye, na hii ndio njia pekee ya kuweka amani na Mrusi. Mrusi hatakubali NATO wawe wanai control Ukraine. Anasema, anasema, anasema first Of all, I think we need to sit, to sit and speak. Kabla ya yote tunatakiwa tukae na kuongea. To speak for what? The second point, wanasema nafasi sehemu ya pili. We need ceasefire, jambo la pili wanahitaji kusimamisha vita. We are led to speak in any kind of format, wako Wako tayari kwa kuongea kwa mfumo wowote utakoletwa. Hmm? I said, he adding NATO for Ukrainian is very important. NATO kwa Ukraine ni muhimu sana. Ah, ni maneno ya Vladimir Zelensky akijipendekeza kwa mabwana waliompa madaraka ambao hawajui kama hawa ni vampire, the bloody sucker of the poor. Hawa ni, ni wanyonya damu za maskini. They don't care about death. Kuokota maiti mtaani maiti kuwa roteni kuoza. Wao wanachohitaji ni pesa: kuuza silaha, kuuza chakula, kuuza madawa. Inapopiganwa vita, ndipo wanapouza mablanketi, wanauza madawa ya kuwatibu waliopata majeraha, wanajenga matenti, wakimbizi wanapatikana. Shirika lao la ujambazi wanalita UNHCR, shirika la wakimbizi duniani. Huwezi kumpata mkimbizi bila kutengeneza vita na hii ndiyo sela wa European Union and their ally, na washirika wake. Mimi kusema ukweli, nikiwa kama Chionda wa Chionda, mfumo wa ulimwengu unatatiza watu wengi, wanaishi kwa kulia, wanapoteza watoto zao, wanapoteza viungo vyao, wanapoteza maisha yao, wanapoteza makazi yao, mtoto anamkosa baba, baba anamkosa mke, mke anamkosa mume. Nyumba na bomolewa, pakukaa hakuna, chakula tabu, utakwenda wapi? Juu bunduki, chini bunduki, kushoto bunduki. Where you go, wapi unakwenda? Unakaa unasubiria kifo, na kifo kwao ni sherehe, kwa sababu wanasema depopulation. Wana idadi kubwa ya watu wanaokula bila faida, lazima idadi ya watu duniani ipunguzwe, kutoka bilioni nane wabaki bilioni moja na milioni mia tano Jiulize, watauawa watu wangapi? Kupitia nini? Vita, njaa, magonjwa, eh? man-made disease, mene progress, mene conspiracy to kill the owner of the planet. Ndugu wana wa Afrika, Vladimir Zelensky, wananchi wa Ukraine, wakae wajifikirie mara mbili mbili. Hadi hivi sasa ninavyowaambia, Marekani anachukua kobati ya Kongo, anachukua dhahabu ya Kongo, anachukua kila kitu cha Kongo, Marekani anapeleka kwake. Wazungu ni maskini sana bila Afrika, wazungu hawawezi kuendelea wazungu barani Ulaya taifa tajiri ambalo lina mali chini ya ardhi ni Ukraine na Urusi lakini waliobaki wote, Mwingereza hadi anamiliki hivi sasa anamiliki tani of gold dola zenye thamani ya dola paundi do, bilioni ishirini na sita lakini hana hata shimo moja la kuchimba dhahabu. Jiulize Mwingereza, dhahabu hii ameitoa wapi? Conflict and war, order and chaos, migogoro na vita amri na vurugu, ndiyo maisha yao ndugu wana wa Afrika. Kwa hiyo bwana Vladimir Zelensky anawauza watu wake kwa tamaa ya madaraka. Hadi hivi sasa ninavyokuambia, yuko madarakani kinyume cha sheria. Uchaguzi Ukraine ulitakiwa ufanyike. Vladimir Zelensky, kwa vita ya Ukraine, kwake yeye ni faida, anakaa madarakani kwa kusema kwamba kuna vita uchaguzi hauwezi kufanyika. Wamarekani wazungu wa, wa wenzake wa Umoja wa Ulaya, hawa ni machampioni of democracy. Hawa ndio mabingwa wa demokrasia kwa sisi tunaosoma numeroji na maneno magumu ambayo wanayaficha katika namba, demo demoni krasia the hendi malizia mwenyewe